Habari njema ikirushwa iki, iki, iki <laughs> Bukelebe TV, karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe. Bukelebe TV. Daktari Ntori Abrahamu anakuja na somo zuri la afya linalosema mlo na lishe. Mlo na lishe, kaa kwa kufuatilia kwa makini ili ujue unapaswa kula nini kwa ajili ya afya yako. Ya, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi tena ya kukutana katika siku ya tatu ya mfululizo wa mafundisho ya Segerea Net Event, na naomba niwashukuru na wanakwaya kwa wimbo mzuri uliotangulia katika vipindi vyetu vya leo, na leo tutakuwa na kipindi kingine kizuri, lakini kabla tujaendelea na kipindi hicho, naomba tumkaribishe Mwenyezi Mungu watuongoze. Tuombe. Asante Mungu kwa kuwa unatupenda, unatujali, na umetupatia fursa ya kukutana pamoja siku ya leo. Naomba katusaidie. Tunapojadili somo la leo zuri kuhusu lishe na, na chakula kilicho bora katika miili yetu ukatupatie uelewa e, mzuri na kumbukumbu kwa ajili ya faida yetu na wenzetu ambao tutakwenda kushare nao ujumbe huo. Asante kwa kuwa naamini utatusaidia na kutuelimisha zaidi kwa sababu wewe ndiye mwenye hekima na mwenye elimu itokayo juu kwa kupitia jina la Mwana wa Kristo, Amen. Leo tuna somo zuri sana. Jana tulipata wasaa wa kujifunza somo kuhusu miili yetu. Tulijifunza kwamba sisi tumeumbwa na Mungu na miili na chembe chembe ndogo kabisa ambazo zinaitwa seli. Tukajifunza juu ya habari ya tishu, juu ya habari ya viungo na mifumo, ambayo kwa ujumla wake ndiyo inayotengeneza mwili wa mwanadamu. Sasa leo tunaanza mfululizo wa sehemu ya pili kuhusu habari ya, ya lishe. Siku ya leo tutajifunza habari ya, ya lishe Siku ya kesho tutajifunza juu ya habari ya lishe kwa mahitaji maalum: vyakula gani vizuri kwa mtoto, mama mjamzito, mzee, mgonjwa, tutaongelea kuhusu kesho. Lakini pia kesho kutwa tutaongea kuhusu magonjwa ambayo inaweza yakaambatana na ulaji ambao si mzuri. Kwa leo tuangalie kuhusu lishe na mlo kamili kwa ujumla wake, ili hii picha ya somo la leo itujengee msingi kwa masomo mawili ambayo yako mbele yetu. Kwa jina naitwa Ntoli Abraham, mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na nimekuwa daktari sasa kwa miaka kumi na moja nikitibu wagonjwa mbalimbali. Kwa katika hii dhana nzima ya chakula nimeona wagonjwa wengi na nimeona changamoto nyingi ambazo zina mahusiano mazuri makubwa na ulaji wetu na, na changamoto za magonjwa mbalimbali ambazo zinaathiriwa na ulaji ambao aidha si mzuri uliopitiliza ama ulaji ambao umekosa virutubisho katika uwiano sawia. Sasa hebu tuangalie neno lishe, kama wengi tunavyolijua, maanake nini? Lishe ni ulaji wa chakula kinachotoa virutubisho vinavyohitajika kwa ajili ya matumizi ya mwili. Ko, ukisikia neno lishe, maanake ni vyakula ambavyo vimewekwa katika mpangilio maalum ambayo kwa matumizi yake vitakupatia mahitaji maalum ya mwili, na ndio maana ukienda kliniki unasikia mtoto wako ana utapiamlo, mpe chakula chenye lishe kwa maana kwamba lishe ni chakula ambacho kina virutubisho maalum ambayo vitakupatia ukuaji mzuri, nguvu na afya iliyo njema katika mwili wako. Sasa hivi virutubisho unavyokula vinakusaidia kufanya nini? Virutubisho hivi vinakusaidia kutengeneza tishu ama seli ama eh, viungo ambavyo vina afya iliyo bora, lakini pia vinarekebisha sehemu ambazo zimeathirika. Eh, mwili wa mwanadamu umetengenezwa, ume, umekuwa programmed hizi seli za mwili zimekuwa zinaishi katika muda maalum. Kwa mfano mzuri, seli nyekundu ya damu inaishi siku mia moja na ishirini. Kwa wale ambao wana magonjwa, kwa mfano mtu mwenye seli mundu, sickle cell, wanaishi, zinaishi siku chache zaidi. Kwa hiyo kila seli ya mwili wa damu ina muda maalum wa kuisha na kuondoka, na nyingine zinachukua nafasi yake. Kwa hiyo katika hayo hali ya kurekebisha kuna virutubisho ambavyo mwili unavitegemea vipate kupitia chakula ili iweze kutengeneza seli mpya na kukidhi mahitaji ya mwili. Lakini pia unapokula chakula chenye lishe, pia unausaidia mwili kujenga kinga dhidi ya magonjwa, kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana magonjwa na, yana, yana, yana, mwili unapambana dhidi ya magonjwa kwa sababu ya uwepo wa mahitaji ama vitu muhimu kadhaa kutoka kwenye vyakula vyetu. Lakini pia ili uweze kuwa na uzito mzuri kwa kiafya, tunategemea lishe yako ndio ikusaidie kwa hiyo lishe bora ni kula chakula kilicho sahihi kwa kiasi kinachofaa, kwa uwiano unaolingana na mahitaji ya mwili wako. Na kila mmoja wetu hapa ulimwenguni ana mahitaji yanayotofautiana, hakuna mahitaji ambayo yanawiana sawa, na ndio maana kuna mwingine Mnakula chakula kinachofanana kini, mwingine ananenepa, lakini mwingine anenepi anabaki vile vile, kwa sababu yawezekana huyu ambaye anakula ambaye mahitaji yake sio hayo, kile chakula cha ziada kinamfanya anakuwa mnene, lakini kuna mwingine anakula chakula hivyo hivyo lakini hanenepi kwa sababu mahitaji yake ya mwili na matumizi ya nguvu anazozitumia zinatafuna kile chakula cha ziada. Kwa hiyo ni vizuri kula chakula ambacho kina uwiano sawia na mahitaji yako. Lishe duni. Unapokula lishe duni, inaafifisha ufanisi na utendaji wa mwili na inakufanya kuwa na mwili dhaifu, lakini pia inakuwekea katika mazingira hatarishi ya kuweza kupata magonjwa mbalimbali. Lishe ni agizo la Mungu mwenyewe. Kusoma kitabu cha Mwanzo, Mwanzo moja ishirini na saba, Biblia inasema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mbegu yenye kuzaa na kila mti unaozaa matunda yenye mbegu ndani yake, hiyo itakula chakula chenu. Kwa hiyo kula chakula kilicho bora ilikuwa ni fundisho la Mungu mwenyewe kama alivyomwambia Adam na Hawa katika bustani ile katika kitabu cha Mwanzo e, sura ya kwanza mstari wa ishirini na tisa. Mungu ndiye aliyeweka mpango wa kwanza wa lishe bora kwa mwanadamu na akaagiza kwamba amewapatia nafaka lakini pia amewapatia matunda kwa ajili ya matumizi ya mili yao. Ukienda mbele zaidi, kitabu cha Mwanzo chote, ni baada tu ya gharika ndipo Mungu aliruhusu Nuhu aanza kutumia nyama. Kwa kwa asili miili yetu imeumba vitumie vyakula vya jamii ya mimea. Sasa umuhimu wa lishe bora, lishe bora inatusaidia kuweza kujenga miili ambayo ina nguvu, miili ambayo ina nguvu, lakini pia kujenga tishu kama nilivyosema, lakini pia inaimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa, lakini pia inatupatia ubunifu, inafanya ubongo ambao unakuwa ni bora katika kukidhi mahitaji ya kila siku. Katika maeneo ambayo wanasayansi wamefanya utafiti, eneo mojawapo ambalo linapelekea kuwa na watoto ambao shuleni hawafanye vizuri ni watoto wale ambao wana mlo. Utapia mlo unachangia kuafisha uwezo wa mtoto katika uwezo wake kufikiri na kutenda. Na sayansi pia imethibitisha mtoto ambaye alikuwa katika hali hiyo ya kuwa na, na lishe duni akiwa mtoto kuna uwezekano mkubwa sana baadaye akaja kuwa na changamoto ya eh, uwezo hafifu wa kibunifu katika maisha yake ya mbele. Kwa hiyo lishe nzuri na mtoto akili na katika ubongo wake pamoja nao. Pia afya bora inachagizwa na uwepo wa vyakula ama lishe iliyo bora. Kitabu cha Mhubiri Mhubiri eh, Mhubiri tisa e, fungu la saba, anasema kula chakula chako kwa furaha na unywe vinywaji. Kwa hiyo bado Mhubiri anaelezea kuhusu e, umuhimu wa kula chakula kilicho bora na umuhimu wa kunywa maji kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya miili yetu. Sasa hebu tuangalie virutubisho mbalimbali ambavyo mwili unahitajika. Sasa kabla hatuenda kwenye virutubisho, kuna dhana muhimu ambayo lazima tuelewe, dhana ya mlo kamili, balance diet kwa Kiingereza. Mlo kamili, baada ya kuona kule kuna neno lile lishe. Mlo kamili ni kula chakula chenye uwiano sawia, yani una vyakula ndio, lakini vyakula vimepangwa katika uwiano sawia kulingana na mahitaji ya miili yetu. sasa hiyo uwiano sawia unakuja kwa sababu ya mchanganyiko wa vitu kadhaa. Kwa mlo kamili ili uweze kukamilika, lazima uwe na makundi kadhaa ya chakula. Kundi la kwanza na kubwa kabisa ni kundi la vyakula ambao vinakupatia nguvu. Wengi tunapenda kuita vyakula vyenye jamii ya wanga eh, ama carbohydrate kwa Kiingereza. Vyakula hivi vinakupatia mwili wenye nguvu, na unawezaje ja kupata vyakula vyenye wanga wanga tunaweza kupata kutoka kwenye wali na kwenye mazingira yetu. Wanga, vyakula vingi sana vinatupatia wanga, wali ugali, lakini pia viazi, miogo, vyote hivi vitakupatia vyakula vyenye wanga ni wali, ugali, viazi, miogo na kadhalika, ama mtama na ngano na kadhalika. Kwa hiyo vyakula hivi vitakupatia nguvu mwilini na katika, vya, katika ulaji wa vyakula hivi ndivyo vyakula ambavyo vinabeba sehemu kubwa ya lishe zetu za kila siku. Kundi la pili ni vyakula ambavyo vinatupatia protini. Protini ni chakula muhimu sana kwa sababu kinatupatia kujenga mwili mwili wetu. Hizi nyama na misuli ni matokeo ya vyakula ambavyo vina protini, na mfano wa vyakula ambavyo vina protini ni maharage. Nadhani kila mtu maharage anaweza akayaakses akayapata kwa urahisi kwenye masoko yetu, lakini pia samaki, nyama, maziwa, mayai, soya na kadhalika. Vyakula hivi vyote unapokula vinakupatia protini ambayo inakusaidia kuweza kujenga mwili. Kundi la tatu ni vyakula ambavyo vinakupatia mafuta. Mfano hivi vyakula hivi vitakupatia nishati, lakini pia itakupatia kilainishi cha ngozi, kuwa na ngozi nyororo, lakini pia husaidia kunyonya vitamini. Vitamini nyingi tunaipata kwenye miili yetu kwa sababu ya uwepo wa vyakula vyenye mafuta, kwa sababu vinasaidia kuweza kufyonza eh, vitamins wakati wa kula kwenye miili yetu na mfano wa vyakula ambavyo vitakupatia mafuta viko vingi, lakini kwa afya iliyo bora tunashauri tutumie vyakula vya mafuta ambavyo vyanzo vyake ni mimea, kwa mfano alizeti, karanga, parachichi, eh, eh, mawese na kadhalika. Kwa hiyo hivi ni vyakula ambavyo ni muhimu kwa sababu vitakupatia mafuta. Kundi la nne ni vyakula ambavyo tunakula na lengo lake hasa hivi vyakula ni kutupatia vitamini. Vitamini viko vya aina nyingi, tutajifunza juu ya vitamini na magonjwa ambayo yanaambatana amba, amba, na vitamini. kwa vitamini ni vyakula ambavyo vitaimarisha kinga ya mili yetu, lakini kusaidia ufanisi wa viungo kimoja kimoja. E, na vitamini tunapata katika e, mimea e, na nafaka, lakini pia katika mboga za majani. Kundi lingine ambalo ni muhimu, kundi la tano ni vyakula ambavyo vinatupatia madini. Madini yana sehemu kubwa sana ya ufanisi katika miili yetu. Wakati tunajifunza magonjwa, tutaanza kutachanganua madini makundi ya madini mbalimbali mbali, lakini hivi itatupatia kuimarisha mifupa damu na meno yetu, na vyakula ambavyo patia madini, kwa mfano dagaa, chumvi, eh, maziwa, spinach na mboga za majani zitatupatia madini. Lakini sehemu nyingine ni majimaji maji. Pia ni muhimu katika eh, eh, afya bora ya miili yetu. Vyakula vyote vilitolewa na Mungu na ni vya thamani na vinastahili kuliwa kwa shukrani na hekima. Sasa unapokuwa na mlo kamili ukipiga kimahesabu asilimia hamsini ya sahani yako unapokula nyumbani, asilimia hamsini inashikwa na wanga, asilimia e, ishirini na tano nashikwa na protini na mboga mboga zinachukua asilimia ishirini na tano. Kwa hiyo unapokula nyumbani, jitahidi sana usile vyakula jamii makundi mawili tu, jitahidi uweze kuweka uhusiano sawia kuweza kuwa na afya bora, lakini kuweza kuwa na familia yenye afya bora mfano unaweza ukala mawali, maharage, mboga za majani, parachichi na maji. Hii ni mfano wa kuweza kupata chakula ambacho kinakupa kinakupa mlo kamili. Kitabu cha Methali 17 sura eh, fungu la kwanza nasema ni afadhali mboga mahali pa amani kuliko nyama mahali pa ugomvi. Kwa hiyo hata Biblia inatambua umuhimu wa kuweza kula vyakula vya mimea kwa ajili ya eh, afya zetu. Lakini hiyo pia Methali 3:7 nasema afya njema ni bora kuliko mali nyingi. Kwa hiyo utajiri wa kwanza ambao mwanadamu anaweza akawa nao katika maisha yake haijalishi umetoka katika hali dhaifu gani ya kimaisha ni kuwa na afya iliyo bora. Unaweza ukawa ni tajiri wa kila kitu, lakini unapokosa afya unakuwa ni maskini wa afya yako. Lakini mtu yeyote angetamani kustrive ama kujitahidi kuwa na afya iliyo bora. Na madhara ya kuwa na lishe duni, unaweza ukawa katika mazingira hatarishi kupata magonjwa, lakini pia ukapata upungufu wa damu, ukapata utapia mlo, kinga iliyo dhaifu, lakini pia matatizo kwenye kuweka uzito ambao wenye uwiano sawia. Sasa napoenda kumalizia labda niongee kidogo kuhusu maji. Ningeuliza tu kwa watazamaji kwa siku nakunywa glasi ngapi za maji? Wengi wanasema nani, lakini labda niwape hesabu sawi kwa sababu sisi wote tunatofautiana na uzito. Ili uweze kujua maji unahitaji kiasi gani, chukua uzito wako mara 35. Jibu utakalopata hapo ni sawa sana maji unahitaji kwa siku kwa matumizi yako ya siku masaa 24. Kwa kama una kilo 100, maana yake unahitaji 35 mara ambao ni kama lita tatu na nusu. Kwa kila mtu ana mahitaji kulingana na uzito wake. Kwa ili uweze kujua mahitaji yako ya maji ya kisiku ni uzito wako mara 35. Jibu utakalopata ugawanye kwa 1000 utapata kiwango cha lita cha maji unachohitaji kwa siku. Na hata Biblia inajua kwamba maji ni muhimu kwetu. Ndio maana akasema Yohana akasema kama mtu atakunywa maji nitakayompa mimi hata hataona kiu tena. Huyu ni Kristo anamwambia mwanamke Msamaria kwa maji atakusaidia katika uhai wa, wa maji kwa ajili ya e, mahitaji ya mwili a, kwa sababu mwili wako asilimia sitini mpaka sabini ni maji. Lakini pia itakusaidia kwenye kumengenya chakula na mojawapo ya madhara kutokunywa maji vizuri ni ugonjwa unaoitwa bawasiri. Bawasiri nadhani wengi mnaujua, si ndio eh? Bawasiri ni mojawapo ya madhara kwa sababu usipokunywa maji vizuri utaenda hapo na choo kilicho kigumu. Tunaita constipation, ukienda chooni unanuna, unakasirika, na baadaye utashangaa unajisaidia haja kubwa inatoka na damu. Ni dalili kwamba inawezekana ukawa na chakula ambacho hakina makamba kamba, lakini kwa kiasi kubwa sana haunywi maji ya kutosha. Lakini pia ukienda kukojoa, mkojo utakuta mkojo una harufu kali na unakuwa na rangi ya njano ambayo imekolea. Kwa hiyo ukizingatia huyo uwiano ambao nimekuambia kwenye upande wa maji, utaona unapata mkojo mzuri au umi, lakini pia utakuwa upate choo ambacho ni kigumu Faida nyingine ya maji pia inatusaidia kusafisha mwili kwa kupitia majasho lakini pia kudhibiti joto la mwili. Lakini pia wengi huwa wanauma vichwa mara nyingi. Kichwa kinanuma, kichwa kinaniuma. Mwili unapokuwa na maji, unapokuwa na maji, unywaji wa maji ambao ni hafifu uwezekana kupata mara kwa mara maumivu ya kichwa ni kwa kiasi kikubwa sana. Kwa maji ni kitu muhimu kwa ajili ya matumizi ya eh, mwili yetu. Mwisho kabisa, Mungu ametupatia zawadi ya lishe lakini natakiwa tuzingatie kula kwa hekima. Afya njema huanzia kwenye sahani yako, afya njema huanzia kwenye sahani yako, na inaonyesha jinsi gani muumba alivyotupa hekima kuchanganua. Afya ni utajiri wa kwanza utolewao na Mungu kwa mwanadamu. Tunapokuwa na afya njema tunaweza kumtumikia Mungu, kusaidia wengine na kufurahia maisha aliyotupatia. Mungu aliumba chakula kwa ajili ya afya ya mwanadamu si kwa ulafi au tamaa, na ndio maana tunasisitiza kula kwa hekima. Wakorinto wa kwanza e, sura ya 6 mstari wa 18 anasema, au mjue kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Lakini pia mithali 16 na 9, anasema moyo wa mwanadamu weka mipango yake bali Bwana ndiye awezaye hatua. Kila mwenye pumzi awe msifu Bwana. Katika kila jambo ambalo tunalifanya ikiwepo na kula, tujitahidi kulifanya kwa weledi na kwa hekima, Usiukosee mwili yetu na kupoteza afya iliyo bora. Na Mungu ametupatia hekima na elimu hii ili tuweze kuishi maisha ya raha na amani. Mungu awabariki sana, tafakari somo la leo. Kesho nitapokea maswali kuhusu somo la leo. Kwa kama una swali, unaweza ukaandika kwenye link pale chini kwenye mtandao wetu wa kanisa. Then kesho kabla sijaanza kipindi hiki, dakika tano za kwanza nitakuwa na nafasi ya kuweza kujibu na kuweza kufafanua kuhusu maswali mbalimbali kuhusu somo la leo kuhusu lishe na mlo kamili. Mungu awabariki sana na atuongoze kwenye kipindi kinachofuata.